Karibu tena msikilizaji wetu na asante sana kwa kuchagua kuwa nasi hapa Remedy Sai Coaching Program. Leo tunaingia ndani zaidi, yaani tunachimba kwa undani kuangalia mtazamo ambao labda labda ni tofauti na ule uliozoeleka kuhusu kisukari aina ya pili. Mm -hmm. Tutakuwa tuki tukipitia na kuchambua mawazo makuu, zile hoja za msingi kutoka kwenye kazi ya Daktari Jason Fang, zile ambazo amezitoa kwenye maudhui yake mbalimbali. Kabisa. Lengo letu hapa, unajua, ni kuelewa vizuri zaidi kwa nini zile njia za kawaida za kudhibiti hii hali, kwa nini wakati mwingine hazitoshi na pia kuangalia hizi njia mbadala, zipi zinapendekezwa hasa, zile zinazojaribu kugusa pale penye kiini cha tatizo. Ni mjadala muhimu sana huu, hasa ukizingatia hii dhana mpya au tuseme inayopata nguvu sasa, kwamba kisukari aina ya pili, yani si lazima iwe kifungo cha maisha, si lazima iwe ugonjwa unaoendelea tu kuwa mbaya. Kweli, mawazo ya Daktari Fung ambayo ndiyo tutayachambua leo yanadokeza kitu tofauti kabisa, yanadokeza kuwa Um, kinaweza hata kugeuzwa, kugeuzwa, ndiyo, kugeuzwa. Lakini na hili ni muhimu sana tuliseme tena na tena, sisi hapa na wewe unayotusikiliza, huu ni uchambuzi tu wa mawazo yaliyotolewa kwenye chanzo kimoja, si ushauri wa kitabibu. Sawa kabisa, ni muhimu sana muhimu mno kuzungumza na daktari wako au mtaalamu wako wa afya kabla ya kufanya mabadiliko yoyote makubwa kwenye matibabu au lishe yako. Hilo lazima liwe wazi, hilo tumelielewa. Na hapo ndipo unajua, mjadala unapopata uzito wake hasa. Hebu fikiria kidogo, wewe unayetusikiliza, vipi kama yale tuliyoambiwa miaka nenda rudi kuhusu kisukari aina ya pili, unajua kwamba ni ugonjwa sugu, unaendelea tu, hauponi? Vipi kama hiyo si picha kamili? Mm. Na zaidi ya hapo, vipi kama zile dawa tunazotumia kwa nia njema kabisa kudhibiti sukari kwenye damu labda kwa namna fulani zinachangia kufanya lile tatizo la msingi lile lililojificha kuwa kubwa zaidi. ili linahitaji ufafanuzi, naamini, na hilo ndilo swali hasa ambalo Daktari Fanga najaribu kulijibu. Hoja yake kuu, yani ile ya msingi kabisa, ni kwamba kuangalia tu sukari kwenye damu ni kama kuangalia tuseme moshi badala ya moto. Sukari ya juu ni dalili tu Dalili tu. Dalili tu. Anasema ugonjwa wenyewe hasa, kiini chake sio sukari nyingi, ni kitu kinaitwa ustahimilivu wa insulini, yani insulin resistance kwa Kiingereza, ustahimilivu wa insulini ndiyo. Hii inamaanisha mwili, kwa sababu fulani, unapata shida kuitumia ile homoni ya insulini vizuri, kama inavyotakiwa. Insulini inaweza kuwepo hata nyingi tu, lakini mwili hauitikii vizuri. Ni kama mlango ambao kufuli yake imeharibika kidogo. Ufunguo insulini upo, lakini haufungui vizuri. Sasa kama huo ndio ugonjwa wenyewe, hiyo ina maana gani kuhusu dawa nyingi ambazo watu hutumia? Zinafanyaje kazi hapo kwenye huu ustahimilivu? Ni swali zuri sana hilo. Kulingana na maelezo ya Fung, dawa nyingi tunazozijua kama metformin, glyburide zile zingine zinafanya kazi tofauti kidogo, lakini lengo lao kuu mara nyingi ni moja: kushusha ile namba ya sukari unayoiona kwenye kipimo. Na zinafanikiwa, ah, mwanzoni mara nyingi. Ndiyo, watu wengi wakianza dawa wanaona sukari yao inashuka, wanajisikia vizuri zaidi kidogo. Lakini sasa Funga nauliza, nini kinatokea baada ya muda, baada ya miezi au miaka? Hapo ndipo tatizo linapoanza labda mara nyingi anasema, ndivyo inavyokuwa. Ufanisi wa dawa unaanza kupungua taratibu, sukari inaanza kupanda tena. Sasa nini kinafuata? Mara nyingi daktari anaongeza dozi au anaongeza dawa nyingine mm -hmm. na mwisho wa siku watu wengi wengi sana wanajikuta wanahitaji kuanza kutumia sindano za insulini, na hata hizo sindano dozi yake inaendelea kuongezeka kadri muda unavyokwenda. Yaani ni kama mbio ambazo huwezi kushinda, kitu kama hicho. Kwa mtazamo wa Fung, hii inaonyesha wazi kuwa wakati tunahangaika na dalili, sukari, ule ugonjwa halisi, ustahimilivu wa insulini, unaendelea kukua kimya kimya, chini kwa chini. Ni kama mfano ulioutoa wa moshi na moto, tunapuliza upepo kwenye moshi, lakini moto unaendelea kuwaka. Analojia nzuri sana hiyo. Fung mwenyewe anatumia mfano mwingine, fikiria una maambukizi makali labda homa ya mapafu, halafu unapata homa kali sana. Unaweza kunywa dawa ya kushusha homa kama paracetamol. Ndio, na homa itashuka, utajisikia nafuu kwa masaa machache. Lakini je, umepona homa ya mapafu? Bado. Kama hutatumia antibiotic kuua vile vimelea, ugonjwa utaendelea na huenda ukawa mbaya zaidi. Sawa. Vivyo hivyo anasema Fung. Kutumia dawa kushusha sukari bila kushughulikia ule ustahimilivu wa insulini ni kama kutumia paracetamol kwa maambukizi. Unapota nafuu ya mba, lakini mzizi wa tatizo bado upo. Hiyo ni hoja nzito kweli. Na ana ushahidi wowote, labda tafiti kubwa zilizofanyika kuonyesha kuwa kulenga sukari tu hakutoshi kuzuia madhara makubwa ya kisukari? Ndiyo, anagusia hilo. Anarejelea baadhi ya tafiti kubwa za zamani kidogo zilizofanyika kabla hajaanza kuandika sana, ambazo ziliwalenga watu wenye kisukari na kujaribu kushusha sukari yao chini sana kwa kutumia dawa nyingi. Na matokeo yalikuwaje? Hakukuleta tofauti kubwa sana kama ilivyotarajiwa katika kuzuia yale matatizo makubwa yenye magonjwa ya moyo, kiharusi, upofu, figo kushindwa kufanya kazi. Kumbe. Hii kwa mtazamo wake Fung inaonyesha kuwa kuna jambo lingine muhimu linaendelea, sio tu kiwango cha sukari. Hapo ndipo anaposisitiza jamani, tuangalie huu ustahimilivu wa insulini. Sawa, sasa nimeanza kuelewa vizuri zaidi. Kama tatizo kuu ni huu ustahimilivu wa insulini, basi swali linalofuata moja kwa moja ni nini kinasababisha huu ustahimilivu? Kwa mtazamo wa Fung, chanzo chake ni nini hasa? Hapa sasa ndipo Fung analeta hoja yake nyingine kubwa, na hii ndiyo huwa inazua mijadala mingi sana. Anasema kwa uelewa wake na tafiti anazozirejelea, chanzo kikuu cha ustahimilivu wa insulini ni kuwa na kiwango cha juu cha insulini yenyewe mwilini kwa muda mrefu. Unasema insulini nyingi ndiyo inayosababisha mwili uwe sugu dhidi ya insulini. Hilo linachanganya kidogo, linaweza kuchanganya kweli lakini anatumia mfano kuelezea. Fikiria jinsi mwili unavyozoea vitu. Mtu anayeanza kunywa pombe, labda glasi moja inamlewesha, baada ya muda anahitaji mbili, tatu kupata athari ile ile. Mm, nimeona mifano kama hiyo, au dawa za usingizi, dozi ndogo mwanzoni, baadaye inabidi uongeze. Huu ustahimilivu, tolerance. Funga nasema kitu kama hicho kinatokea kwa insulini mwili ukipewa insulini nyingi mara kwa mara, iwe ni kutokana na chakula unachokula au hata kutokana na sindano za insulini, seli zinaanza kujilinda, zinapunguza mwitikio wake. Kwa hiyo insulini zinakuwa sugu. Hilo linaonekana kama linaweza kutupeleka kwenye mzunguko mbaya sana hasa. Funga na uita mzunguko mchafu, na unaenda hivi, unakula vyakula vinavyopandisha insulini sana, tutaviongelea baadaye, au labda una uzito mkubwa. Hii inafanya mwili utoe insulini nyingi sawa? Hiyo insulini nyingi kwa muda mrefu inafanya seli ziwe sugu. Sasa mwili ukiona seli zimekuwa sugu, kongosho pancreas inasema "Ah, ngoja niongeze insulini zaidi ili kulazimisha sukari iingie." Oh. Lakini hiyo insulini ya ziada inazidisha ule ustahamilivu. Ustahamilivu ukiongezeka, unahitaji insulini zaidi tena ni kama kujichimba shimo zaidi na zaidi. Mzunguko unaendelea na kufanya hali iwe mbaya zaidi. kama kama huo ndio mzunguko, na kama insulini ya ziada inaweza kuchangia, hii ina maana gani hasa kuhusu matumizi ya sindano za insulini kama tiba? Hapo nadhani ndipo penye utata. Hapo ndipo hoja ya Fung inakuwa kali zaidi na yenye utata kwa wengi. Kama ulivyosema, anasema ingawa sindano ya insulini ainashusha sukari kwenye damu kwa muda mfupi kwa kulazimisha sukari iingie kwenye seli ndiyo? Kwa mtazamo wake, kitendo hicho kinaweza kuwa kinachangia kuongeza lile tatizo la msingi, ule ustahimilivu. Ni kama anasema yeye, kumtibu mlevi kwa kumpa bia zaidi inaweza kumtuliza kidogo, lakini unaongeza uraibu wake. Mfano mkali. O, anasema hii ndiyo sababu mojawapo kubwa inayofanya watu waambue kisukari ni ugonjwa unaoendelea kuwa mbaya tu, si kwamba lazima iwe hivyo kiasili bali pengine matibabu yanayolenga dalili tu ndiyo yanachangia huo mzunguko mchafu kuendelea. Hili ni wazo lenye nguvu sana na linatoa linatoa matumaini tofauti kabisa. Ina maana Fung anaamini kwa dhati kuwa kisukari aina ya pili kinaweza kugeuzwa? Ndiyo, huo ndio msingi wa ujumbe wake mzima. Anasisitiza mambo matatu muhimu sana. Kwanza, anaamini imara kuwa kisukari aina ya pili kwa sehemu kubwa sana ni ugonjwa unaotokana na lishe Lishe, sawa. Pili, kutokana na hilo tiba yake ya msingi inapaswa kujikita kwenye mabadiliko ya lishe, sio tu kutegemea dawa zinazoficha dalili. Ina mantiki. Na tatu, na hili ndilo kubwa zaidi, linaloleta matumaini, si lazima uwe ugonjwa sugu usioweza kubadilika. Unaweza kuguezwa reversed, au hata kuponywa kabisa katika baadhi ya hali. Kuponywa kabisa, watu wengi hawajawahi kusikia hilo kuhusu kisukari aina ya pili. Anatumia mfano gani kutuonesha kuwa hilo linawezekana? Mfano mkubwa anaopenda kutumia ni watu wanaofanyiwa upasuaji wa kupunguza tumbo, ile bariatric surgery. Anasema tafiti nyingi zinaonyesha asilimia kubwa ajabu, wakati mwingine asilimia 80 hadi 90, ya watu wenye kisukari aina ya pili wanaofanyiwa huo upasuaji kisukari chao kinaisha kabisa au kinapata nafuu kubwa mno, na hii inatokea haraka, mara nyingi haraka sana, hata kabla hawajapunguza uzito mwingi ule. Sasa anauliza Fung, kama kisukari ni ugonjwa usioweza kupona hii inawezekanaje? Swali zuri. Hoja yake ni kwamba faida kubwa haitokani na kukatwa tumbo lenyewe, inatokana na kwamba baada ya upasuaji watu hawa wanakuwa wanakula chakula kidogo sana, yaani kwa maneno mengine, wanafunga kwa vipindi virefu. Kitendo hiki cha kupunguza sana chakula ndicho kinachoshusha insulini kwa kasi na kuanza kugeuza ugonjwa. Aha. Sasa tunaanza kufika kwenye suluhisho lake. kama tatizo ni insulini nyingi na ustahimilivu, basi daktari Fung anapendekeza tufanye nini hasa? Tufanye nini ili kuvunja huu mzunguko? Suluhisho lake linajikita kwenye lengo moja kuu: punguza viwango vya insulini mwilini kwa njia ya endelevu. Na anatumia analoji nyingine hapa kusaidia kuelewa analoji ya kikombe kilichojaa. Kikombe kilichojaa? Hebu tufafanulie kidogo, hiyo kikombe gani hicho? Fikiria mwili wako unahifadhi nishati kutoka kwenye chakula katika sehemu mbili kuu. Kuna sehemu ndogo ya kuhifadhi sukari kwa matumizi ya haraka, kama vile kwenye ini na misuli, hii inaitwa glycogen. Hiyo ni kama kikombe kidogo, ni rahisi kujaza na kumwaga, sawa, kama akiba ya dharura hasa Halafu kuna sehemu kubwa zaidi ya kuhifadhi nishati ambayo ni mafuta yaliyohifadhiwa mwilini. Hiyo ni kama gala kubwa. Sasa homoni ya insulini ndiyo inasaidia kuchukua sukari kutoka kwenye damu na kuihifadhi kwenye hizo sehemu mbili, kwenye kikombe au kwenye gala. Sawa, na kikombe kinajaa vipi sasa kwenye hali ya kisukari, katika hali ya ustahimilivu wa insulini na kifukari aina ya pili? Fonga anasema ni kama kile kikombe cha glycogen kwenye ini kimeshajaa pomoni. Kila unapokula hasa wanga na sukari, insulini inajaribu kuingiza sukari hiyo kwenye kikombe kilichojaa, lakini hakuna nafasi. Basi sukari inabaki kwenye damu, ndiyo maana vipimo vinakuwa juu. Sukari inabaki ikizunguka kwenye damu kwa sababu hakuna pa kuihifadhi kwa urahisi, na hapo ndipo labda dawa za insulini zinaingia. Hapo sasa Dawa za insulini au sindano zinafanya kazi kama mlinzi mwenye nguvu, analazimisha ile sukari iliyozidi kwenye damu iingie mwilini, hata kama kikombe kimejaa. Lakini kwa sababu kikombe kimejaa, mwili unafanya nini? Unachukua ile sukari ya ziada, unaibadilisha kuwa mafuta na kuipeleka kwenye lile gala kubwa. Ndiyo maana watu wanaotumia insulini wanaweza kuongezeka uzito. Hiyo ndio hoja ya Fung. Anasema ndiyo maana kuu ni kama kujaribu kuingiza vitu zaidi kwenye store ambayo imejaa tayari. Utalazimisha viingie, lakini unafanya store ijae zaidi na zaidi, hali ya msongamano inakuwa mbaya zaidi. Basi kama dawa hailazimishi kikombe kimwagike, inajaza ghala tu, suluhisho la Fung ni nini? Ni lazima tumwage kikombe kwanza, ndiyo hasa Suluhisho kwa mtazamo wake ni kuanza kutumia ile akiba ya sukari iliyozidi, ile glycogen iliyojaa kwenye kikombe. Mwinyi unahitaji kupata nafasi ya kumwaga kilichomo ndani badala ya kuendelea kuongeza tu. Na tunamwagaje hicho kikombe? Njia kuu, njia yenye nguvu zaidi anayopendekeza ili kufanikisha hili ni kupitia kufunga kwa vipindi. Intermittent fasting. Kufunga. Hilo neno... Najua kwa wengine linatisha kidogo, linaweza kuonekana kama kitu kigumu au hata hatari. Fung anasemaje kuhusu hilo? Analijua hilo vizuri, lakini anaielezea mantiki yake kwa urahisi sana. Unapokaa muda bila kula, masaa kadhaa au hata siku moja au mbili, kulingana na mpango, nini kinatokea? Mwili unapunguza sana uzalishaji wa insulini. Hakuna chakula, hakuna haja ya insulini nyingi. Sawa, insulini inapokuwa chini ni kama mwili unapata ruhusa, ruhusa ya kubadiligia. Badala ya kuhifadhi nishati, unaanza kutumia nishati iliyohifadhiwa. Unaanza kumwaga kile kikombe cha glycogen, kikombe kikimwagiko, kikombe kikiisha, mwili unaanza kuchukua nishati kutoka kwenye lile gala la mafuta. Kwa hiyo kwa kufunga, sio tu unapunguza sukari iliyohifadhiwa, lakini pia unavunja ule mzunguko mchafu wa insulini nyingi na ustahamilivu unaongezeka. Mm-hmm. Na anasisitiza kufunga si kitu kipya cha ajabu. Ni kitu ambacho binadamu wamefanya kwa maelfu ya miaka. Kipo kwenye tamaduni nyingi, dini nyingi, inahitaji tu kuelewa jinsi ya kuifanya kwa usalama na kwa ufanisi. Hii inaanza kuleta picha iliyo wazi zaidi sasa. Sasa swali kubwa kwa wengi wetu nadhani ni hili. Je, huu ni nadharia tu au kuna ushahidi halisi? Watu wanaoitumia hii mbinu wanapata matokeo gani? Funga na shiriki hadithi zozote za wagonjwa wake. Bila shaka, hilo ndilo jambo linalofanya hoja zake ziwe na nguvu zaidi. Sehemu kubwa yanachokiongea kinatokana na uzoefu wake wa kila siku na wagonjwa katika programu yake anayoita Intensive Dietary Management au IDM. Anatoa mifano mingi sana apo. Sasa ndipo tunapenda kusikia zaidi. Hebu tupatie mifano michache ya aina ya matokeo ambayo watu wamepata kwenye programu yake. Hakika mfano mmoja nao utaja mara kwa mara ni wa bwana mmoja anaitwa Richard. Huyu alikuwa na historia ya miaka kumi na kisukari, na tayari alikuwa ameanza kupata dalili za matatizo ya figo. Alikuwa akitumia kiwango kikubwa sana cha insulini unit 55 kwa siku. Unit 55 ni nyingi hiyo, nyingi sana. Sasa, baada ya kufuata mpango wa fang ambao ulijumuisha kufunga kwa vipindi na mabadiliko ya lishe kwa wiki sita tu, wiki sita. Ehe. Aliacha kutumia insulini kabisa, sifuri. Na si hivyo tu, uzito wake ulipungua, mzunguko wa kiuno ulipungua, na kipingo chake kile cha A1C, unakumbuka kile cha wastani wa miezi mitatu, kilishuka hadi chini ya 7% bila dawa. Wiki sita, kutoka unit hamsini na tano hadi sifuri. Hiyo ni 55 hadi, hiyo ni ajabu, yani inashangaza sana. Kuna wengine wapo wengi. Mfano mwingine ni Balraj, yeye aanzia programu akitumia kama unit 40 za insulini kwa siku. Ndani ya wiki tano hadi saba tu, naye aliacha insulini na dawa zote za kisukari alizokuwa akitumia na A1C yake ikawa nzuri pia. Wiki tano hadi saba. Haya mabadiliko yanatokea haraka kuliko watu wengi wanavyofikiria. Haraka sana, anasema Fung, unaposhughulikia chanzo Halafu kuna mfano wa mwanaume Mfilipino, miaka 45. Huyu aligunduliwa na kisukari hivi karibuni, A1C yake ilikuwa 8.7. Yeye hakutaka kabisa kuanza dawa, alikataa dawa, ndiyo, akafuata mpango. Baada ya muda mfupi, A1C yake ikashuka mpaka 6.3, kiwango ambacho kitaalamu hakitambuliki kita tena kama kisukari, na hii ni bila kutumia dawa yoyote. Hiyo inamaanisha alikigeuza kisukari chake bila dawa. Ndiyo maana yake. Halafu kuna Frank, huyu alikuwa akitumia unit 45 za insulini, naye aliacha insulini kabisa, akabaki na kidonge kimoja tu. Na Fung anasema hata hicho kinaweza kupunguzwa au kuondolewa baadaye. Hizi ni hadithi zinazotia moyo kweli kweli. Inaonekana kuna, kama, kuna muundo hapa. Watu wana wanaacha au kupunguza sana dawa, inakaa A1C vizuri na, na mara nyingi uzito nao unapungua. Ndiyo, huo ndio muundo anaoelezea. Fung anasema haya si matokeo ya kimiujiza au ya bahati nasibu, ni matokeo yanayotarajiwa unapobadilisha gia, unapohamia kutoka kwenye kudhibiti dalili kwenda kwenye kushughulikia tatizo la msingi, insulini nyingi na ustahimilivu Yaani, badala ya ugonjwa kuendelea mbele, unaanza kurudi nyuma, kama kucheza filamu kinyuma nyume. Kisukari kinaanza kupungua, si kuongezeka. Mbali na kufunga kwa vipindi ambako tumejadili sasa, kuna mbinu nyingine za lishe ambazo daktari Fung anapendekeza ili kusaidia kupunguza hii insulini mwilini. Ndiyo, anataja mambo kadhaa muhimu sana yanayohusu aina ya vyakula tunavyokula; ni muhimu kama kufunga. Kama nini kwa mfano? Kwanza kabisa, na hili ni kubwa, kupunguza sana au kuondoa kabisa ulaji wa wanga iliyosindikwa. Hii ni pamoja na sukari yenyewe, unga mweupe wa ngano, mchele mweupe, mikate meupe, soda, juisi za boksi. Unajua vile vyakula vyote ambavyo muli unavigeuza kuwa sukari haraka sana, kwa sababu vinapandisha insulini kwa kasi, kwa kasi na kwa kiwango kikubwa sana. Pili, anashauri kuongeza mafuta yenye afya kwenye lishe. Hili linawachanganya wengi kwa sababu tumeambiwa tuogope mafuta kwa miaka mingi. Kweli. Mafuta gani sasa anayozungumzia? Mafuta asilia. Kama yale yapo kwenye parachichi, karanga, kama mlozi, korosho, mbegu, chia, alizeti, samaki wenye mafuta kama salmon, dagaa, mafuta mazuri kama ya zeituni, olive oil, au mafuta ya nazi. Anasema mafuta haya hayachochei insulin karibu kabisa na yanasaidia sana kujisikia umeshiba. Sawa. Nini kingine? Tatu, kuongeza ulaji wa nyuzinyuzi -nyuzi, yani fiber. Hizi zinapatikana sana kwenye mboga za majani za kila aina, matunda kwa kiasi, hasa yale yenye sukari kidogo kama berries na nafaka ambazo hazijakobolewa sana. Fiber inapunguza kasi ya sukari kuingia kwenye damu. Mm -hmm. Pia anataja vitu vingine kama matumizi ya siki kama ile ya apple cider vinegar. Kuna tafiti ndogo zinaonyesha inaweza kusaidia kidogo kuboresha mwitikio wa insulin. Siki hilo ni jipya kidogo kwangu. Na mwisho anagusia viungo vingine kama mdalasini na binzari manjano ambavyo vinaweza kuwa na faida kidogo katika kudhibiti sukari na insulini anajumuisha haya yote katika dhana kubwa zaidi anayoita nadharia ya homoni ya unene, akisema insulin ndiyo homoni kuu inayotusababisha kuhifadhi mafuta na kuwa wanene. Huu umekuwa uchambuzi wa kina sana na kwa kweli unafungua macho. Kwa hiyo tukijaribu sasa kuweka haya yote pamoja, kwa ajili yako wewe unayetusikiliza hapa Remedify Coaching Program. Ujumbe mkuu kutoka kwa Daktari Fung kama tulivyouchambua unaonekana kuwa huu. Mm-hmm. Kisukari aina ya pili kimsingi kabisa huenda si tatizo la sukari tu bali ni tatizo la insulini nyingi kupita kiasi na mwili kuwa sugu dhidi yake. Kabisa. Na badala ya kuendelea tu kutibu dalili, sukari ya juu, inawezekana kabisa kushughulikia chanzo chenyewe. Kwa kufanya nini? Kwa kupunguza viwango vya insulini kupitia mabadiliko makubwa lakini yenye mantiki kwenye lishe na mtindo wa maisha, mfano mkuu ukiwa ni kufunga kwa vipindi na kuchagua vyakula vinavyosaidia badala ya vile vinavyochochea tatizo. Na hii, unajua, inatuacha na wazo muhimu sana la kutafakari zaidi, sio tu kuhusu kisukari. Kama mtazamo huu kuhusu kisukari unaweza kuwa tofauti hivi na ule wa kawaida tuliouzoea, je, ni dhana gani nyingine tulizonazo kuhusu afya yetu, kuhusu magonjwa mengine ambazo zinahitaji kuangaliwa upya? Swali zito hilo. Je, tunaelewa kweli vyanzo halisi vya changamoto nyingine za kiafya tunazokutana nazo, au bado tunahangaika tu na dalili zake juujuu? Ni swali ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza. nadhani ni swali muhimu sana na linaturudisha moja kwa moja kwenye ile kauli mbiu yetu pendwa hapa Remedify Coaching Program: afya yako ni jukumu lako. Hapo kabisa. Maarifa kama haya tuliyo yajadili leo yanatupa nini? Yanatupa nguvu, nguvu ya kuuliza maswali sahihi, nguvu ya kutafuta uelewa wa kina zaidi, na hatimaye nguvu ya kufanya maamuzi bora kwa ajili yetu wenyewe. Ndiyo. Kwa hiyo tunakuhimiza wewe unayetusikiliza tumia haya maarifa kama mwanzo, mwanzo wa majadiliano zaidi na timu yako ya wataalamu wa afya. Jadilianeni pamoja, angalieni ni njia zipi zinaweza kuwa sahihi na salama kwako, ukizingatia hali yako binafsi. Kumbuka, hakuna suluhisho moja linalomfaa kila mtu. Safari ya afya ni safari ya kibinafsi ya kujifunza na kuchukua hatua hatua ndogondogo ndogo kila siku. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi katika majadiliano haya ya Remedify Coaching Program. Tunatumai kwa dhati umepata kitu cha thamani, kitu kitakachokusaidia katika safari yako ya kuelekea afya bora zaidi. Endelea kujifunza, endelea kuuliza maswali, na muhimu zaidi, endelea kuchukua hatua zinazokuletea matokeo unayoyataka. Asante sana na kwa heri kwa sasa.